Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu. Nigusie kidogo yale mambo ambayo jaji mkuu alikuwa anayasema kama maombi, lakini nataka niseme mapema kwamba tunayachukua na tunakwenda kuyafanyia kazi. Lakini nataka niseme kwamba kwenye suala la bajeti, inategemea hali ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Tunagawana according to kilichopo ndani ya mikono yetu, lakini jinsi tunavyofanya kazi, jinsi tunavyotatua haki ikapatikana mapema kwa wananchi, kwa wafanya biashara, kwa wawekezaji na wengine, ndivyo uchumi wa Tanzania unavyokuwa. Kwa hiyo, jinsi uchumi wa Tanzania unavyokuwa ndivyo tutakavyoangalia mgawanyo wa rasilimali katika mihimili yetu mitatu: Bunge, Mahakama na ule mhimili wa Serikali au wa utendaji wa executive. Lakini nataka niwahakikishie kwamba jinsi tunavyokuwa ndio bajeti itakavyokuwa, na niseme kwamba kwa, kwa miaka mitano iliyopita uchumi wetu umekuwa ukikuwa hatua kwa hatua, si kwa kiasi kikubwa, lakini we had never uh, missed a step hata kama ni point five, lakini tumekua tumekuwa progressively tunakuwa, hatujawahi kurudi nyuma. Kwa jinsi tunavyokuwa, ndivyo bajeti za maeneo mbalimbali zinavyokuwa, na jaji mkuu ni shahidi. Ukiangalia bajeti ya miaka minne iliyopita iko mbali sana na bajeti ya mwaka huu wa fedha tunaokwenda nao. Kwa jinsi tunavyokuwa, ndivyo bajeti itakavyokuwa.